Hii taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, tupo hapa Zanzibar kwenye maonyesho ya wiki ya afya Zanzibar kuanzia tarehe nne mpaka tarehe kumi ambapo tunatoa huduma mbalimbali mbali, ikiwa ni huduma ya kuwafanyia wagonjwa counseling jinsi ya milo bora, kufanya mazoezi, kupunguza ulaji wa pombe na sigara, lakini pia kujua afya zao na kufanya mazoezi, lakini pia tunatoa huduma za kupima moyo kama unavyoweza kuona hapa, tuna kimo chetu cha ecograph wagonjwa wote wanakaribishwa kupima moyo watoto kwa watu wazima, na tunaelezea huduma ambazo zinapatikana Jakaya ya Kikwete, huduma za operation ndogo kwa kutumia mtambo wa cath lab au tundu dogo na mionzi, na huduma za operation kubwa ya moyo. Huduma hizi zinapatikana katika taasisi ya Jakaya ya Kikwete na zinafanyika uh, kwa vizuri, zaidi ya asilimia tisini na tano operesheni zote zinaweza kufanyika hapa, na tumeweza kufanya operesheni zaidi ya elfu moja mia nane tisini na sita za emergency za kusaidia uh, wananchi kuokoa maisha na kwenye operation za, za kubwa za moyo tunafanya operation zaidi ya mia saba tisini na sita. Kwa hiyo wananchi, kikubwa tunataka wajue kwamba hizi procedure zinafanyika Tanzania kwa ufanisi mkubwa sana na taasisi yetu iko very advanced, ambapo zinafanyika kila siku. Kwa hiyo wajue, wawe na um, tabia ya kupenda kujua afya zao, kuweza kufanya screening za mara kwa mara, ili wasipate complication. Lakini inapotokea mgonjwa amepata complication, waweze kufika pale mapema, ili tuweze kuwasaidia na kuweza fanywa hizi um, operation na matibabu ya moyo. Lakini pia tumekuja na um, Heart Team Africa Foundation, ambayo hii ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali ambayo tuko nao hapa. Hawa wamekuwa wanafanya kazi pamoja na Jakaya Kikwete kwa ukaribu katika kusaidia watoto ambao wanatakiwa operation za moyo, lakini hawana uwezo wakulipia kwa hiyo, hapo hawa watu wa hii foundation iko hapa kwa watu ambao wanapenda kudonate kufanya donation au kutoa mchango kwa ajili ya kusaidia hawa watoto. Lakini tunawaonyesha pia wananchi ni vitu gani ambavyo tunafanya. Kwa mfano tunapoongelea kwamba wengine wanasema labda kujakakwete labda kuweka kifaa ambacho kinaongeza kinaweza kusababisha kusaidia, kusaidia mapigo ya moyo kwenda vizuri labda akifanyiki kwa vifaa hivi tumekuja kwa ajili ya kuonesha kwa wananchi kwamba vinafanyika kuzibua, um, mshipa ya kwenye moyo ambayo imeziba na kuziba matundu ya moyo kwa watoto kwa kutumia mtambo mdogo na mtambo mkubwa. Tumekuja na vifaa kuonesha kuonyesha wananchi huduma ambazo zinapatikana na kuwapa uelewa zaidi na zaidi.